Mimi kama mwanapata mimi kama mfanya mfanyabiashara naomba neema yapo ile juu yangu katika jina, kat jina la Yesu, kwa kuwa leo ni siku inaandaliwa kwa ajili ya baraka katika jina la Yesu. Ni wasemesha wengine wote ambao mmebaki ili siubie tena

Wameshindwa kwa na, jina la Yesu. Three three na Yesu walionena maneno na maneno juu ya maisha yangu ya maisha yangu na juu ya baraka zangu. Wameshindwa. Wameshindwa. Na nipatanisha na mikono ya Mungu. Napatanisha miguu yangu na miguu ya Mungu, napatanisha ufahamu wangu. Napatanisha ufahamu wangu

hapo nimelilima, ukanibarikia biashara biashara yangu huduma yangu ya uimbaji huduma yangu ya upigaji, Mungu, ukaikuze ukaifungue kwenye ulimwengu wa roho, mataifa wajue ya kwamba Namtumikia Mungu katika jina la Yesu. Aonayako juu sauti sema, hey, Yesu, hey, Yesu, taka jina langu Yesu, ili jina langu nikawa na herufi kubwa Yesu. Kila nitakokwenda nikapate kujibiwa nikapate kusikiwa maneno ya kinywa changu yakapate kibali. Bariki, bariki ulimi wangu ulikuwa umezoea kuteta wenzangu, e Mungu. Ninafuta nina kwa damu ya mwanakondoo. Ninakataa kusema maneno mabaya juu ya wenzangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu ninakataa, ninafuta maneno Neno juu ya, ya mababa kwamba hatutafanikiwa ni, ninafuta maneno, neno ya ajirani ya yangu kwamba sintafanikiwa, ninakataa.

mtu wa mbali hawezi, hawezi kukuweza kwa sababu hakujui, lakini mtu wa karibu anakuweza kwa sababu anakujui. Mikono pia, kuna uzito wa kigepo kulikuwa juu yako. Nimeona watu kama tisini na moja ule uzito unawaachia kwenye haya maneno ambayo nilikuwa nakutamka hapa Mimani kwa jinsi ambavyo Mungu kichangamka ndipo na baraka zako zinakurejea. Kuna watu walikupunguzia wateja, walipunguza wateja katika kazi ya mikono yako. Sasa nasikia nikutamkie kwamba hao watu warudi tena kwa upya wakiwa na nguvu ya kutosha kufanya kazi

Ukashangaa kuna kitu ulikuwa umepanga, lakini kile kitu nikaona kama waliondoa. Sasa wakati naendelea kutamka yale maneno, wale watu, malaika amewarudia na wamewarudishia vile vitu vyetu. <coughs> Nenda mikono yako, sema hey, Yesu. Sasa hapo kunaenda na nguvu, uwe tayari. Sema hey, Yesu.

Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema roho Mungu njoo sasa. Sema roho Mungu ingia ndani yangu. Sema roho Mtakatifu, kitabu changu kilichokuwa na maneno ya neema sasa kimefunuliwa kwangu na Yesu Kristo, kwa jina la Yesu. Nyanyua mikono, nyanyua mikono. Kuna nguvu inashuka sasa kwa ajili ya kuwabariki, Baba.